Maarifa ya kuishi kwa amani inapatikana kwa Mungu. Maarifa ya kuishi na jirani kwa amani inapatikana kwa Mungu. Maarifa ya kutaka amani na kila mtu inapatikana kwa Mungu. Maanake ni kwamba pale palipo na vurugu Mungu hayupo pale. Kwa hiyo kila wakati wale wanawake walioko kanisani, wale wanawake walioko msikitini, tulio nao mtaani tunawaasa sana kuwa na amani na kwa swala la uchaguzi. Tunawafundisha na kuwaelimisha kuwapa elimu umuhimu wa wao kushiriki zoezi la kampeni. Wao wana uwezo wa kuchagua na wao wana uwezo wa kuchaguliwa kwa sababu uh, nchi wao ni sehemu ya nchi, nchi ni ya kwao na wao pia. Kwa maana hiyo, nchi ikichafuka wanaoathirika sana ni kundi kubwa la wanawake pamoja na vijana kwa hiyo wao wana uwezo mkubwa wa kuamua. Hitaji letu ni kwamba platform zile mnazosimama, tutoe elimu sahihi ya amani. Amani tunaitamani kabla, amani tunaitamani ionekane siku ya uchaguzi, na amani tunatamani ionekane baada ya nini. Hatuna pakwenda, hatuna nchi nyingine. Sisi kwetu ni hapa hapa, tunatamani tuendelee kuishi hapa hapa, hatuna mbadala. Kundi kubwa la vijana, wakina mama, kuna chokochoko -choko zinaingia za kuchochea vurugu, kusababisha hasira, kusababisha chuki, kusababisha magomvi, ni kwamba wajasoma vizuri neno la Mungu, lakini pia kuna hatihati hati ya kuukosa ufalme wa Mungu. Sasa Mungu apendezwe kuona kijana au mama au baba mtu aina yote aliye juu ya uso wa nchi akijiingiza kwenye magomvi, kwenye mafarakano eh, kwenye chuki, kwenye uadui, kwenye wivu, fitina, faraka, uzushi. Tunasema vijana kwa ujumla wao wawe ni watu eh, wa kuijua historia kamili ya amani ya nchi hii kwenye mabano uhuru wa nchi yetu ya Tanzania, mila na desturi yetu. Hatusomi popote kwamba sisi tuna utamaduni wa kupigana. Kubishana ni muhimu sana, huwezi ukakubaliana na mtu kila kitu hii. Tunabishana, tunapingana, tunasigana, lakini hatuwezi kupigana. Hatuna utamaduni huo. Kwa hiyo sisi tunawahusia kila siku na tunawaambia hakuna jambo muhimu kama amani, na kila siku tunawahusia katika misikiti yetu, katika makongamano yetu tunapokutana, jambo kubwa kwanza ni amani, kwa sababu amani ndiyo jambo ambalo lina faida katika kwa mwanadamu yoyote yule. Sisi kama shirika, swala la uchaguzi kwetu ni la muhimu sana kwa sababu ni swala ambalo linaenda kutupa viongozi ambao watatuongoza kuanzia katika ngazi ya kata mpaka uh, uh, uh, rais wa, wa nchi yetu. Uh, na tuliona hatuwezi kukaa pembeni, ni swala linalotuhusu. Kwa hiyo tuliomba vibali kwa kufata utaratibu wa utoaji wa elimu ya mpiga kura uh, kwa Tume Huru ya Uchaguzi, lakini vilevile vile kufanya uangalizi wa uchaguzi. Kwa bahati nzuri tumepata vibali vyote vya kufanya kazi hiyo. Uh, mdahalo huu wetu unalenga ku, ku, kujifunza zaidi kupata maoni, lakini kupata na tunasema sehemu salama ya kuzungumza, kwa kutazamia amani ya nchi yetu, kwa kutazamia namna gani tunaweza tukajifunza pengine sisi kama vijana vijana, kama ndo kijana peke yangu nipo, kuna vijana wengine wako hapa <laughs> Sawa so, sisi kama vijana, nini tunatakiwa tujifunze? Nini tunatakiwa kurithi? Nini tunatakiwa tupokee katika kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo taifa tumelipokea ndio hivyo tunavyolipeleka kwa kizazi kijacho ki